Uh, Gilbert Kigadye, labda daktari tuelezee uh, kuna mahusiano gani kati ya kuumia kwa wanamichezo au wacheza soka na viwanja? Nashukuru uh, kwa swali lako uzuri, kwa sababu ukiangalia kwa haraka haraka unaweza useme hakuna uhusiano wowote viwanja na kuumia kwa wachezaji wetu lakini ngoja nikupe mtazamo wa kipengele kimoja baada ya kingine. Mm, kiwanja cha mpira kikitengenezwa kina marefu kina mapana. Kwa golkipa kule all the, all the way kwenda chini hivi ile ni uh, goal line and then, kuna hii ambayo ni left and right, ile ni touch line so vyote vikiwa sawasawa sawa. Pamoja na uwanja kwamba una majani ya kutosha, sio marefu, kwa viwango ambavyo tunasema vinahitajika kuwepo na vipimo maalum, hauna hauna mashimo mashimo, hauna mchanga mwingi, maeneo yote yana yana majani ya kutosha, viwango vya, vya, vya, vya watu, watu kuumia vinapungua sana. Haina maana kwamba eh, kila kitu kikiwepo hawa watu hawataumia, lakini At least tunapunguza by half. Kwa sababu kinachoanzisha kuumia kwa mchezaji ni mapungufu pia ya ndani ya kiwanja au mapungufu ya uwanja standard zake zikipungua. Inaleta hiyo. Labda ni kuanzie moja baada ya jingine. Kwa mfano, kiwanja kikiwa na mchanga mwingi, take off ya mchezaji, anatumia force kubwa kuliko kiwanja kikiwa na majani. Kwa sababu kwenye majani njumu zinashika, akipush kwenda mbele, anapata momentum, anapata mwendo. Kwenye mchanga akipush kwenda mbele anazama anazama kwanza alafu ndio anasukuma. Kwa kwa hiyo hiyo, meno yale anatafuta mahali pa kukamata ile grip ili ya push, kwa hiyo anazama kwanza. Ile peke yake tayari kama mwili ulipotua kwenye base uliaproximate kwamba hii ndio base kwa kufanyia push off alafu ikaondolewa ile bezi kwa kuzama chini, alafu akaondoka. Nafasi ya mchezaji kuumia kwa kuripiti kile kitendo kile kile, kile kile ni kubwa sana. Hiyo ni moja, lakini twende tuangalie majani yanapokuwa mengi kwenye kiwanja. Majani yanapokuwa mengi kwenye kiwanja, njumu peke yake inaweza ikakwama. Unataka kutani, kiatu kimetua kwenye bezi, unataka kutani we umetan nhumu haikutembea, tayari una knee problem, una uwezo wa kuifanyia knee sprain either left or right, ukaumiza moja ya viungo vya ndani ya goti, tayari una problem ya goti tu kwa sababu majani ni mengi. Twende tatizo jingine, kiwanja kizuri, lakini kina mashimo mashimo inaweza ikakufanya wewe ukamiss step ukaangukia goti, kama una uzito mkubwa, na pale ulipotua unatua, una juu ya gugu goti la juu linatembea, kwa sababu litakalotua mwanzo ni mguu wa chini, mguu wa juu, kwa sababu vyote viko viwili, unatua mwanzo huu wa juu unatembea, ndo tunazipata hizi uh, injuries nyingi za hii cruciate ligament wengi wanaipata kwa namna hiyo, japo wengine wanaumizana kwa kugongana, lakini crash landing mbaya ukatua na goti cruciate, mguu wa juu na slide over wa chini, unapata hiyo injury so common. Kwa nini? Kwa sababu umemiss step ukaanguka. Sawa, tunaenda kuangalia tena kiwanja touchline, just after touchline kuna nini kimewekwa? Kuna watu wanamwagilia viwanja, mabomba ya kumwagilia yako just after touchline. Drainage systems zinatakiwa ziwe na ile mifuniko juu, lakini mifuniko imevunjika, hakuna anayelifikiria kuondoa au kurekebisha hilo. Watu wanaendelea kucheza, mchezaji anaumia anatoka huko spidi mwenzia na off balance, tunasema ni shoulder. Mwingine atamwambia refa, it was a shoulder to shoulder. No, ulimsukuma shoulder to shoulder, lakini anaenda kuangukia wapi? Nje ya uwanja, una risk na nia ya mwenzako. So ndio maana mara nyingi, refa ile, kama umemsukuma mwenzako, shoulder to shoulder, ndio. Lakini umempush kwa force, wote wawili na shoulder, yeye ameangukia nje ya kiwanja, ni foul kwa sababu ni intent ya kumuumiza mwenzako. Anaenda kuangukia wapi? Kule unakomsukumia ndani ya ground, mchezo unaendelea sawa. So tunaendelea kuangalia tena, unakuta kiwanja ni kizuri, lakini hakiruhusu maji kutoka. Mvua inaponyesha, mchezaji anapocheza kwenye sliding situation, kuteleza kwa muda mrefu 45 minutes plus, mchezaji huyu hata kama hata umia ingwino, yani hizi nyama za pachipachi za kwenye mapaja huku, hata kama hata umia, lakini 45 kucheza kubalance, ubaki juu bila kuteleza, misuli inakuwa inflamed, yani inakuwa imetumika too much inaanzisha maumivu, na maumivu yale ukiendelea kucheza siku ya pili na siku ya tatu ni kama injari tayari. Kwa hiyo watu wengi hawafahamu kama unapocheza kwenye sliding situations unasababisha injury. kwa hiyo kiwanja kama kitakuwa drainage system sio nzuri, injuries zinakuja. Tuache drainage system, sio nzuri, kiwanja kina matope, kiwango cha majani sio kizuri. Kwa hiyo mvua inaponyesha kidogo tu inatengeneza matope. Collision. Ule kateleza na we umeteleza, mna collide. Mungu saidia, mme collide, mmekutana na mikono, lakini ikitokea bahati mbaya mme collide head, head to head, mnagongana ile ni pure concussion injury, kwa kuna injury kabisa. Tunasema kiwanja tumesha kiona kina situation hii, mvua imenyesha kubwa sana, referee anapima tu urefu wa maji no kwa pime urefu wa maji na je, kuna kuteleza kama guna...